Yes, ilikuwa ni usiku fulani hivi, usiku mzuri sana, usiku ambao unakwenda kukumbukwa kwa mwanadada Catherine ama Keti, mmoja kati ya waigizaji ambao wanapatikana kunako tamthilia ya dunia inayopatikana kwenye YouTube channel ya Baba Asma, alikuwa anaadhimisha siku kadhaa ama miaka kadhaa ya kuzaliwa kwake. Alikuwa yeye na wanafamilia wote wa dunia kama vile ambavyo, e, unakwenda kuwaona. Huyo ni Catherine, baadhi yao kuna Violet, nyuma Violet, kuna Mdeme pale. E, mmoja kati ya watu ambao wa YouTube channel ya Nyundo TV walikuwa naulizia sana yuko wapi Mdeme? Mdeme tumeweza kumbananisha bwana, tumepata kunako YouTube kunako kunako e, birthday hii ya Catherine na tumezungumza naye mambo mengi sana. Endelea kufuatilia video zetu zote ambazo zinahusiana na hii birthday, utaona kile ambacho Mdeme amekizungumza. Lakini muda huu, huyo ni Catherine, ama Keti, rafiki wa karibu kabisa e, wa Mati, mmoja kati ya wadada ambao na wenyewe wanapendwa na watazamaji wengi ambao wanafuatilia tamthilia ya Dunia. Hivyo ndivyo ambavyo Catherine alikuwa amevaa, amevaa design fulani amazing, wig lake kali, amepiga makeup gauni, kama unaweza kuona hapo anajaribu kujidaidai fulani hivi kuonesha kwamba ana enjoy anajuramba. Hao ni wanafamilia wa Dunia na unaona Violet pale e, wengi wengi wapo bifeti hapo ambaye ameshika simu amevaa kilemba cha njano kizungumzia bifeti na mzungumzaji mmoja anaitwa Jordan. Sasa huo ndo ulikuwa muda sasa wa Cathe kuweza kukata keki e, na alikuwa tayari kabisa ameshaenda kuchukua hiyo keki na kuweka hapo mbele, na tukio sasa linalofuata mara baada ya Cathe kuenda kuchukua keki ni kuja kukata keki. Nyundo TV tumekitananga kwenye tukio hili la kuadhimisha kuzaliwa kwa Cathe na video zote ambazo zimehusiana na tukio hili tumeweza kukupostia hapa hapa. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama hii video kunako YouTube channel hii ya Nyundo TV, mimi nikwambie tu Usisahau kusubscribe. Kuna interview kali ambazo tumezifanya usiku huu, kuna matukio mengi mazuri na mazito ambayo yametokea usiku huu. Huyo ni Violet kama unaweza kuona, na mwenyewe tumezungumza naye, tumeweza kuzungumza na Bifeti, e video yake utaiona, tumezungumza na Mdeme, tumezungumza na Sindi Kakolanya, video zote tunazo hapa hapa, lakini kabla ya kukata keki <coughs> naomba kwanza nimtambulishe dada yangu kipenzi yupo hapa pamoja na mdogo wangu, naomba wasogee hapa mbele jamani, wanaojijua. Oh, dada yangu Salha da, da, da, da, na mdogo wangu Joni, wasogee kwanza hapa dada. Huyo mdogo wangu Joni, sikuoni hapa mwanangu <laughs> Sogea hapa jamani. Ha, <laughs> <laughs> nikitoka kuzaliwa mimi anafuata huyu dogo. Dada yetu ndo wa kwanza huyu, ametufungulia tumbo huyu <laughs> kwa hiyo jamani, asanteni sana kwa kuja ndugu zangu, pia karibuni wageni wote waalikwa, karibuni sana. Ni muda wa kukata keki, tuinjoi, tujilambe. Haya, karibuni sana, mnaweza mkaenda kukaa ndugu zangu <laughs> Ndugu wageni waliko wote, tusogee neno la tukio ambao mlakopo mbali, basi muda huu ni muda wa kumwimbia mtoto wetu aliozaliwa leo. Tunaanza te kwa pamoja, kipindi tunaanza kuimba mwanetu aliozaliwa, hebu shika kisu aya twende moja mbili ta twende subili happy... su... <laughs> mtoto jamani <laughs> tumvumilie mtoto ana kasi ya 4G ni wa moto yaani hana mchezo kwa hiyo naomba kisu ukishika tena juu naona stahili ya kuimba ipo, ipo tofauti kidogo jamani tuimbeni vizuri tunaimba twende moja mbili tukatwa jaza ukara twende happy birthday to you. Happy birthday to you. Twende mtoto. Happy Happy Happy Happy Happy birthday birthday birthday birthday birthday to to to to to you. you. you. you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday ya mtoto Happy birthday to you. Haya jamani, DJ, DJ DJ, naomba kipindi DJ, DJ, DJ. DJ kipindi mtoto anaendelea kukatakata vipande, naomba utupe nyimbo moja nzuri, nyimbo ambayo sio na mambo mengi. DJ, naomba uguse kidogo <laughs> kama -ka -ka ulivyosikia <laughs> Hello DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ Kamata DJ Kamata DJ Kamata DJ Kamata! Jamani, nadhani keki yetu ishaandaliwa na matumbo yashaandaliwa pia. Basi kwa heshima na taazima kabisa, tunamwomba dada yake keti asogee. DJ naomba mlete dada yake keti aje ale keki. DJ kwako. Dada yake keti, dada yake keti, karibu kuja kula keki. Kipindi Keti achukua keki, alamulisha dada yake. Dada, usiondoke. Dada, shika kipande cha keki pia umulisha Keti.

Kakanakimin na anamlisha Keti, tuendelee wapi mdeme. Hey, DJ. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, kamata DJ, kamata basi, kwa heshima na taazima kabisa sehemu hii wapo watu wengi sana lakini familia ya baba Asma, timu Dunia, tumeongozwa na mama yetu kipenzi Bifeti au kitoto cha elfu mbili. Basi kwa heshima na taadhima, DJ naomba umlete mtoto wa elfu mbili, yaani mnavyomuona hivi, nikazaliwa elfu mbili. DJ naomba umlete Hello. Hello Tanzania boy. Uh, DJ, DJ, DJ, DJ, Kamata DJ, Kamata DJ, Kamata DJ, Kamata Uwanjilisi mzuri wa bifeti una kitu hii, kitu nikuwa sijaiwaza bado. Basi Najima na timu yake. DJ naomba umlete Najima na timu yake, naomba utupe utupe nyimbo nzuri DJ. Yafundishwi, nitakupa adhabu, ukiongea tena kupiga adhabu. <laughs> DJ naomba walete, DJ naomba walete, DJ walete. <laughs> <laughs> <Shinchanga, yeah. laughs> DJ, DJ, DJ. Najima na timu yake Najima. Ah kweli. DJ. Hapo sauti. <uage>

Basi kwa heshima na taazima kabisa ndani ya timu Dunia tunaendelea, naomba nimlete kijana machachari mlevi wa dunia, Muddy Muzungu, mpaka rabaa. Muddy Muzungu popote ulipo, naomba uje kwa, DJ, uje kwa, kwa mtoto wetu, uje kula keki, Muddy Muzungu. DJ, naomba mlete Muddy Muzungu mpaka rabaa. Hello <laughs> Mudi, mudi njo, Mudi chukua kipande cha keki pia umlishe Keti. Mudi Muzungu. Aya, kaangusha huh? Aya. Oh. Aya, DJ DJ kamata.